Ili kuwajenga kimaadili kwa kurusha maudhui mazuri mtandaoni ambayo hayatawaumiza wanapokuwa watu wazima wakizungumza jijini Mwanza baada ya kukutana na wanafunzi na walimu wa shule sekondari Kilimani na Pamba ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha mwezi wa usalama mtandaoni, mtaalamu wa usalama mtandaoni Yusufu Kileo pamoja na afisa habari, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Joselini Tambasi, wameelezea umuhimu wa usalama mtandaoni. Kundi la vijana na watoto ambao tumekutana nao ni kundi ambalo mara nyingi eidha, e, wazazi kutokana na uelewa mdogo wa masuala ya teknolojia wanakuwa hawapi saa na ujumbe mahususi wa namna gani wanaweza ku, uh, kubaki salama mitandaoni na vilevile kuwapa ujumbe mwingine ambao ni mzuri sana na wa muhimu kwao, kwamba ni jinsi gani kesho yao wanaitengeneza leo ili kuendelea kuwa salama zaidi mtandaoni ni kuhakikisha taarifa zao binafsi pia zinakuwa salama, wanashia zile taarifa tu ambazo ni muhimu wao kushea na si kila taarifa. Kwa upande wake, afisa tehama mkuu kutoka ofisi ya rais utumishi, Juma Sebuge amewataka walimu na wanafunzi kuwa makini wanapotumia mitandao ya kijamii. Wahalifu wana mbinu nyingi baada ya kufanya ya kukusanya taarifa mbalimbali, sababu kabla hujapewa hiyo message ni lazima wajue kwamba wee ni mtumishi wa umma, wanajua ya basi zuri, mmeelezewa inawezekana. Mimeleze, katika zile shughuli zako, unawezekana kuna application uliingia, ambao ilikuwa ina monita shughuli zako, kuweka kujua kama ni mtumishi wa umma, na automatik unaipata hiyo meseji, na hiyo meseji inaonekana kwamba inaonekana uh, imetoka kwenye vyanzo vya halali ya kulihaji si halali. Nao waalimu na wanafunzi kutoka shule ya sekondari Kilimani na Pamba wameipongeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kuwapatia mafunzo hayo ya usalama mtandaoni. Tunawashukuru sana wajumbe mbalimbali kutoka TCRA kutembelea katika shule yetu ya Pamba kuja kutupa elimu ya usalama wa kimtandao kusudi kuepukana na hayo matatizo yote inabidi wachukue hatua na ilikusudi kuchukua hiyo hatua watapiga kwa namba moja moja sita. Kila mwezi wa kumi, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari huadhimisha mwezi wa usalama mtandaoni, ambapo kwa mwaka huu imetoa elimu kwa makundi mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa shule za sekondari.